Hello guys. Uh, leo ningependa kufafanua kwa nini vivuko vingi viko wazi, bwana. Ukiangalia vivuko vingi vyote duniani vinakuwa viko wazi hasa hivi vinavyochanganya watu pamoja na magari. Wataalamu katika utengenezaji wamegundua ya kwamba hewa ni kitu kimoja cha muhimu sana katika msongamano wa watu Hewa tunaozungumzia hapa kiafya zaidi ni oksijeni. Gari zikiingia mule ndani zinatoa mioshi, kwa hiyo ukiweka dizaini ya kivuko ambacho kimejiziba utasababisha maafa. Kuna abiria waja wa wazito wengine, wa ni wagonjwa vifua vinawabana, wapo wenye athma. Kwa hiyo basi, wakakaa wakafikiria, vivuko vyote vinapaswa kuwa wazi. Ni swala makini kabisa kiafya. Watu wana enjoy, wanavuka vizuri, wakipata oxygen full na fresh air. Kama unavyoona bahari tulivu, watu wana enjoy, they cruise the ship katika afya tele. Tunaona kama umo ndani katika sitaks, watu wamejia vizuri kabisa, lakini iko wazi kote, mbele, nyuma pembeni unaona kuna uwazi mkubwa kabisa, hewa safi, the fresh air. Kwa hiyo kila kitu unapoona kimetengenezwa kudesain fulani kina maana fulani na kusudi lake ni kubwa kabisa. Hata ukiangalia MV cars ghorofa ya kwanza na hata ground floor yake yote iko wazi, gari zimo mure ndani fumes zinapigwa na upepo zinatoka, zinakuwa repressed faster tayari, watu wanabaki katika safe condition, wakienjoy the light, waki enjoy transportations katika usalama mkubwa, hasa katika upande wa afya kifizikia. Reason ziko nyingi, lakini hapa ninakuambia tu kiafya zaidi. Alamamkaa wakamaliza wakaona oxygen inafaa zaidi katika in transport.